Tazama, gari hii ni mpya Baba. Ninaikabidhi mikononi mwako. Ninamkabidhi dereva ambaye atakuwa anaendesha chombo hiki mikononi mwako. Mkuu wa idara ambaye atatumia gari hii, naomba mpe hekima na busara. Na zaidi ya yote, Bwana, wawezeshe hata wakuu wa idara wengine wanapoitumia gari hii Baba, wakujue wewe zaidi. Ninaikabidhi gari hii mikononi mwako katika jina la Yesu ninaomba nakushukuru. Amen. Kama ambavyo gari mpya ambayo imesimama ubavuni mwake <tumani> <tumani> <tumani> Nimeelekezwa na mkurugenzi mtendaji ndugu Tamim Kambona kwamba nifanye makabidhiano ya gari hii kwa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, lakini amenielekeza mambo kadha wa kadha juu ya gari hili. Mkurugenzi ameelekeza kwamba kwa kuwa huko nyuma ulikuwa na gari mbovu ambayo ilikuwa inahitaji matengenezo mara kwa mara na ambayo sasa hiyo gari ilikuwa haikusaidii sana katika shughuli za idara yako. Kwenye bajeti ya mwaka ishirini na tano ishirini na sita, aliona kuna haja ya kukutengea fedha ili kukununulia gari idara yako ili muweze kufanya kazi vizuri, na gari sasa imenunua, imeshafika, ndio hii hapa, na ambayo sasa itawasaidia kama idara, lakini maelekezo mahususi kwamba gari hii itumike kwenye shughuli za serikali peke yake, na inapotumika kwenye shughuli za serikali hususani kwenye shughuli za idara yako, uweze kupita kwenye kila kata. Tuna kata ishirini tuna vijiji arobaini na tatu ambavyo hivyo vyote tutatakiwa kupita na kufuatilia vikundi vya mikopo, kufuatilia marejesho ambayo kwa halmashauri yetu ya Chunya vikundi havirejeshi kwa wakati, na kigumu ilikuwa ni kwamba huna usafiri wa kufuatilia. Sasa umepata chombo cha usafiri ambacho utakuwa unapita kwa watendaji wa kata, unapita kwa watendaji wa vijiji ambao ni wenyeji wako, ambao watakuongoza kwenye vikundi ambavyo vinadaiwa. kwayo hatarajii kuona kwamba kunakuwa na kisingizio cha kukusanya marejesho kwenye vikundi vilivyokopeshwa. Kama mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya Chunya kwa kutupatia gari jipya ambapo gari hili linakwenda kuturahisishia au kutupunguzia adha ya gari tulilokuwa nalo awali, ambalo lilikuwa bovu na tunalitengeneza kila wakati na kupelekea kushindwa kufikia malengo ya shughuli za idara, hususani ukusanyaji wa marejesho ya vikundi. Kupitia gari hili tunaamini tutakwenda kufanya kazi kwa ufanisi zaidi tunaweza kuvifikia vikundi vyote katika kata ishirini vilivyokopeshwa mikopo ya asilimia kumi isiyopungua bilioni 2.5. Ah, uh, kama idara tumejipanga, tumejipanga tutalitunza ili gari tutafanya service, tutalihudumia kwa sababu tayari tumeweka kwenye bajeti fedha kwa ajili ya matengenezo ya gari ili liweze kuwa vizuri liendelee kufanya kazi bila changamoto yoyote. Watumishi wenzangu wa idara ya maendeleo ya jamii, tunapenda kumwahidi mkurugenzi, tutakwenda kufuatilia marejesho kwa kina na tutakwenda kata hadi kata kuhakikisha marejesho yanarejeshwa kwa wakati, lakini pia tuna kazi zingine, mfano uundaji wa majukwaa ya wanawake, uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, tuna uundaji wa mabaraza ya watoto, tuna siku mbalimbali maadhimisho mbalimbali tunaamini na kazi zingine za idara tunaamini hili gari litaenda kutusaidia litaturahisishia kufika kwenye vijiji na kuweza kufanya shughuli mbalimbali za idara kwa ufanisi natoa shukrani zangu kwa mkurugenzi sa kwa kuweza kunipa chombo kipya ambalo ni gari nililonalo hapa na na mwahidi mkuu kwamba sitamwangusha gari hii nitaitunza Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online website, ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, chunyadcg, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.